Kabla ajali ya basi la wanafunzi haijatokea kulikuwa na ishara nne za giza ambazo kila mtu aliziona, lakini hakuna aliyetaka kuamini. Usiku ule, wanafunzi walipokuwa wakipakia mizigo, sauti ya mtoto aliyefariki mwaka jana ilisikika ikisema usiondoke, Hamtarudi. bonge la mti lilidondoka bila upepo. Alama ya kiganja cha damu ikatokea kwenye usukani kisha kutoweka kama moshi. Na dakika chache kabla ya safari, kamera zilionyesha basi likivutwa na nguvu isiyoonekana. Lakini hakuna aliyefahamu kuwa yote haya yalitokana na mwanafunzi mmoja aliyepanga kila jambo, na leo tutakuambia kwa nini alitaka basi zima liangamie. Kabla hatujaendelea na simulizi hii ya kusisimua, bonyeza subscribe sasa hivi, like video hii na niambie kwenye comment unatazama ukiwa wapi leo. Tuone ni wapi mashabiki wetu wengi wanatazama hadithi hii ya kusisimua. Tuanze sasa. Usiku ulikuwa mzito, upepo kivuma taratibu kama unajaribu kusukuma mawingu yaliyoganda juu ya anga. Ilikuwa siku ya Alhamisi, siku ambayo haingesahaulika tena kwenye maisha ya mwalimu Kelvin, kijana wa miaka thelathini aliyekuwa na ndoto za kulea kizazi kipya cha wanafunzi wenye matumaini. Kelvin alikuwa mwalimu mashuhuri kwa upole wake, sio mkali, lakini mwenye msimamo. Alikuwa akipendwa na wanafunzi waliomwona kama kaka, mshauri na mtu aliyewalinda. Jambo moja tu lilimwangusha, alikuwa mkimya kupita kiasi. Alibeba maumivu yake moyoni bila kumshirikisha yeyote, hata wakati mambo yalipomchosha hakuwa mtu wa kulalamika. Siku hiyo ilikuwa safari ya wanafunzi wa darasa e kwenda kwenye mashindano ya kitaifa ya muziki. Kelvin alipewa jukumu la kusimamia safari hiyo kama mwalimu mkuu wa ziara. Alifahamu jukumu hilo lilikuwa kubwa, lakini hakuwahi kukataa. Alikuwa mtu anayejitoa. Wanafunzi walikuwa na furaha wakicheka, huku wakiingia kwenye basi jeupe lenye maandishi Kisubi Sex School Sauti za mzaha, vifijo na kuimba ziliujaza uwanja wa shule. Kelvin alisimama pembeni akihakikisha kila kitu kiko sawa. Lakini pembeni kidogo, mtu mmoja alikuwa amesimama kimya, bila kutabasamu. Mzee Ramto, mzazi wa mwanafunzi mmoja aliyekuwa katika basi hilo, kijana aitwaye Evans. Ramto alikuwa mtu wa siri mwenye sura iliyochoshwa na maisha na macho yaliyobeba hasira za miaka mingi. Hakuwahi kuwa na uhusiano mzuri na mtoto wake, lakini siku hiyo alikuwa mgeni wa kushangaza. Alikuja kabla ya safari bila kuongea na mtu yoyote. Kelvin alimwona Ramto lakini hakutilia maanani. Alidhani ni mzazi yeyote aliyekuja kuaga mwanawe. Hakujua kwamba uwepo wa mtu huyo ungebadilisha maisha yake milele. Mnung'unio wa ajabu. Baada ya kukagua orodha ya wanafunzi, Kelvin aliingia ndani ya basi. Wote walikuwa na tabasamu isipokuwa Evans aliyekuwa amekaa dirishani akitazama mbali kama mtu aliyekata tamaa. Kelvin alikaribia Evans, unaonekana kukosa furaha, kuna shida? Evans aliinua kichwa, hakuna mwalimu, ni um akaacha sentensi ikiwa hewani. Kelvin hakusukuma zaidi, aliheshimu siri za wanafunzi wake. Safari ilipoanza, upepo mkali ulivuma ghafla, kana kwamba ulikuwa ukitoa ishara. Wengine hawakujali, lakini Kelvin alihisi mfano wa baridi kipenya kwenye mifupa yake. Aligeuka nyuma na kuona wanafunzi wakicheka, wakipiga picha na wengine wakiandika captions za Instagram Towards nationals, tukutane kesho na ushindi. Hakuna aliyejua kuwa hiyo ingekuwa safari yao ya mwisho. Kabla ya ajali, kilomita 20 kutoka mjini, mambo yalianza kubadilika. Giza lilikuwa zito kuliko kawaida. Mvua nyepesi ikaanza kunyesha, lakini haikuwa ya kutisha. Dereva Bwana Mfaume alikuwa mtu makini, mwenye uzoefu wa miaka mingi hakuwa na tabia ya kukimbiza gari, lakini basi lilianza kuyumba bila sababu. Mwalimu, kuna shida? mwanafunzi mmoja aliuliza, huku akishika mkono wa siti. Hamna, tulia, dereva anajua afanyalo, Kelvin alisema, ingawa sauti yake ilikuwa na wasiwasi. Mara basi likapiga kona ndogo, halafu likatetereka vibaya. Wanafunzi wakapiga kelele. Dereva akapiga breki kwa nguvu, lakini basi likateleza kana kwamba lilikuwa limevutwa na nguvu isiyoonekana. breki zimegoma, dereva akapiga kelele. Kelvin aliruka kutoka kwenye kiti chake, alikimbia mbele. Inakuwaje zimegoma ghafla? shauri la Mungu au laana, hakujua. basi likateleza kuelekea mteremko mkali. Kelele zilijaa ndani ya gari, baadhi ya wanafunzi walikuwa wakilia, wengine wakishika viti kwa nguvu Kelvin alijaribu kutuliza wanafunzi lakini basi halikusikia maombi ya mtu, likateleza likapiga mti wa ubavini, likapinduka mara mbili na likasimama kwenye mtaro mkubwa. Kulikuwa na ukimya wa mchungu kwa sekunde chache kabla ya milio ya vilio na maumivu kuanza. Kelvin alifumbua kichwa chake taratibu, alikuwa ameumia kwenye bega na uso wake ulikuwa na damu kidogo. Kelele za maumivu kilio na kuomba msaada zilichanganywa kama wimbo wa huzuni. Evans, Evans! Kelvin aliita kwa nguvu. Hakupata jibu. Alitambaa akihisi kichwa kimzunguma. Basi lilikuwa limeharibika vibaya sana. Sio ajali ya kawaida, kitu kilikuwa kimetumia nguvu ya ajabu. Alimkuta mwanafunzi mmoja akininginia kwenye mkanda wa kiti akilia. Kelvin alitoa mkanda na kumshusha Utaokoka, tulia, alisema kwa sauti dhaifu, lakini ya kutia moyo. Lakini hakujua kwamba maneno yake yangekuwa uongo. Wanafunzi wengi walikuwa hawana tena uhai, mili yao ilikuwa kimya, ikiangalia juu, kana kwamba ilikuwa ishangazwa na kilichotokea. Kelvin alitetemeka. Hapana, hapana, hii haliwezekani. Wakati akiangaika, alisikia kelele dhaifu nyuma ya basi lililopinduka. Alitembea kwa taabu kuelekea sauti hiyo. Mwa, mwalimu ilitoka kwa Evans Kelvin. alimkuta Evans akiwa amebanwa kati ya viti viwili, alikuwa na majeraha makubwa lakini bado alikuwa hai. Mwalimu ni, ni ombee, aliongea kwa sauti iliyovunjika. Kelvin alijaribu kumtoa lakini uzito wa viti ulishindika. Usinisahau sahau, mwalimu, sikuwa si nataka itokee Kelvin alishtuka, nini unataka itokee? Lakini kabla evans hajamaliza, pumzi yake ilipungua taratibu na hatimaye ikakatika. Kelvin alibaki akimtazama katika giza lile, machozi yake akimtiririka. Ya Evans, ulisema nini? Ni nani alitaka itokee? saa arobaini na nane baadaye Kelvin alipata nafuu na kuruhusiwa kutoka hospitalini. Hakuwa imeumia vibaya, lakini ndani ya moyo wake alikuwa amebeba mizigo mizito kuliko mtu yeyote angekuwa naifikiria, lakini hakutarajia kilichomsubiri nje. Maripoti wa habari, wazazi waliolalamika, mikutano ya shule, vichwa vya habari: mwalimu anayesababisha ajali ya mauti, alishindwa kusimamia safari. Je, alichanga mizimu? Kelvin alitetemeka akisoma maneno hayo. Sikufanya chochote, sikusababisha ajali. Dereba alikuwa makini, breki, lakini hakuna aliyemsikiliza. Mikutano ya shule ilimfanya kuwa mchawi wa jamii. Mamlaka zilimwita kila siku. Alihukumiwa na jamii kabla hata ya uchunguzi ukamilika. Wakati huo huo, mtu mmoja hakusema neno hata moja, lakini uwepo wake ulionekana kila mara. Mzee Ramto. Kila ambacho Kelvin alimtazama Ramto, alimwona kitabasamu kwa upole wa ajabu. Tabasamu ambalo halikuendana na huzuni ya familia iliyopoteza mtoto. Kwa nini hakuonekana kuwa na maumivu? Kwa nini hakuonekana kuwashangazwa na ajali? Walikuwa wanafunzi ishirini waliopoteza maisha, na yeye alionekana kama mtu aliyeshinda. Kelvin alianza kujiuliza swali moja lingeanza safari ya giza: Je, ajali hii ilipangwa? Hapo ndipo simulizi letu linaishia kwa sasa. Niambie, ungefanyaje kama ungekuwa wewe ni Kelvin kwenye nafasi yake? Andika maoni yako hapo chini, like video hii, share na rafiki zako wa Facebook au TikTok, na subscribe ili usipitwe na sehemu inayofuata ya simulizi hii ya kusisimua. Tutaonana kwenye hadithi ijayo, bye.